Sisi kama walimu wa chuo cha afya Kahama wenye uzoefu na sifa tunampatia mwanafunzi elimu bora katika miundombinu ya kisasa na mazingira yenye utulivu. Nafurahia kupata elimu bora katika chuo chenye vifaa tosherevu vya kujifunzia. Chuo changu kinanijengea uwezo thabiti wa kuwa mwanataaluma bora sambamba na uwezo wa kujiajiri. Mazingira haya ni salama na huchochea hali ya kujifunza. Napata fursa ya kulipa ada kidogo kidogo na kufurahia masomo yangu. Niwapo katika hostel za chuo, hujisikia kama nipo nyumbani. Ni salama sana kwangu kukaa hapa. Kupata elimu bora kunahitaji maktaba iliyosheheni vitabu vya kutosha tuna usafiri salama na wa uhakika wa kuwachukua wanafunzi wetu na kuwarudisha chuoni salama. Sisi kama walinzi, jukumu letu ni kuhakikisha tunalinda usalama wa wanafunzi na mali zao.